Mahakama Kuu ya Tanzania imewahukumu kunyongwa hadi kufa maafisa watatu wa uhamiaji Fredrik Kiomo, Joakim Trathidius pamoja na Maburuki Hatibu kwa kosa la kumuua Enos Elias, mkazi wa wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, ambaye walidhania kuwa si raia ya Watanzania. Hukumu hiyo imetolewa Disemba 15 mwaka 2025 na jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania Augastini Ruizile, ambapo amesema kuwa ushahidi uliowasilishwa mahakamani umeonyesha bila shaka yeyote hakuna mtu mwingine au kundi lolote liliyohusika na mauaji hayo isipokuwa maafisa hao watatu wa uhamiaji. Enos Eliasi alikamatwa na maafisa hao katika kituo cha ukaguzi cha Kiomoka wilaya ya ka Kakonko Oktoba 27 mwaka 2023 na kupelekwa katika ofisi za uhamiaji kwa ajili ya mahojiano, na akiwa chini ya ulinzi aliwasiliana na ndugu zake na kuwaomba walete kadi yake ya mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Aidha, ndugu hao walipofuatilia swala hilo katika ofisi husika waliambiwa kuwa Enos Elias aliachiliwa huru Oktoba 28 mwaka 2023 na na baada ya hapo hakupatikana tena mpaka pale mwili wake ulipogunduliwa Oktoba 29 mwaka 2023. Yohana Mashauri, Open Online Media.